Mpendwa mtazamaji, siku ya Ijumaa, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu ambalo tunalipata kutoka katika injili ya Luka sura ile ya 21 aya ya 29 hadi ya 33. Yesu aliwaambia wanafunzi wake mfano: Utazameni mtini na miti mingine yote, wakati ishapo kuchipua mwaona na kutambua wenyewe ya kwamba majira ya mavuno yamekwisha kuwa karibu. Nanyi kadhalika mwonapo mambo hayo yanaanza kutokea, tambueni ya kwamba ufalme wa Mungu u karibu. Amini nawaambieni kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe neno la Bwana. Sifa kwako ye eh, Kristo. Mpendo wa mtazamaji, Yesu Kristo anaendelea kuwaimarisha wale walioamua kumfuata, yaani wale thenashara wanafunzi wake. Anawaambia juu ya siku za mwisho kwamba maisha ya kawaida, tunajua kusoma alama za nyakati. Tukiona miti imechanua, tunajua kwamba masika inakaribia tukiona miti inatoa alama hizi tunajua kwamba kuna mavuno yanakaribia, matunda yanakaribia. Anasema kama twaweza kusoma alama za miti tukatambua majira yanayokuja, kwa nini hatusomi alama za nyakati za matukio mbalimbali yanayotokea, machafuko mbalimbali yanayotokea, milipuko mbalimbali ya volkano inayotokea, matetemeko mbalimbali yanayotokea mambo mabaya yanayotokea. Kwa nini hatusomi alama za nyakati ambazo zatupelekea tuweze kutambua kwamba mwanadamu nyakati zake za kuishi hapa duniani ni fupi? Mwanadamu nyakati zake za kuishi hapa duniani zina ukomo. Kwa nini hatuwezi kuwa na moyo wa kuwa na toba na kuweza kumrudia Mwenyezi Mungu? Kwa nini hatuoni alama za nyakati kwamba tunapaswa kuweza kuwa wanyenyekevu na kuweza kutubu pale ambapo tumekosea? Hasa Yesu Kristo anazungumza anasema kama tunaweza kusoma alama za nyakati kadhalika, amesema kwamba tunapaswa kuweza kutambua kwamba mambo mbalimbali yanayotokea yanaonyesha yanayo kwamba ufalme wa Mungu u karibu, na alisema Yesu utafuteni sana ufalme wa Mungu na mambo yake na haki yake na mengine yote mtazidishiwa. Tunaweza tukatumia nguvu zetu zote na uweza wetu wote kutafuta mambo ya kidunia, kutafuta fahari za kidunia, na tukashindwa kuweza kutafuta ufalme wa Mungu. Tukishindwa kuweza kuwa na ufalme wa Mungu ndani ya maisha yetu, Yesu asipokuwa ndani mwetu, Mwenyezi Mungu asipokuwa ndani mwetu, tunaweza tukaingiza ufalme wa shetani, na ufalme wa shetani kazi yake, shetani yeye kazi yake ni kuiba, kuharibu na kuua, na baadaye tukajikuta tunafanya mambo ambayo ni mabaya. Ufalme wa Mungu ukiingia ndani mwetu, tutakuwa tuna amani, tutakuwa na matumaini, tutakuwa tuna mwanga, tutakuwa tuna furaha hata tukianza kwanza na ufalme wa Mungu ndani mwetu, matendo yetu yote yatakuwa ni mema. Tukimwacha Mwenyezi Mungu katika familia, katika jamii, katika nchi, tukimwacha Mwenyezi Mungu, matendo mabaya yatakuja. Hivyo basi, tutafute kwanza ufalme wa Mungu, tumrudie Mwenyezi Mungu katika mioyo yetu yote, tuache mabaya. Anasema Yesu, kizazi hiki hakitapita kamwe mpaka yeye anayezungumza haya mambo lazima yaje yatimie. Anasema mbingu na nchi zitapita lakini maneno yake yote hayatapita kamwe, lazima yatimize. Tumuombe Mwenyezi Mungu atupatie nguvu katika kuweza kusoma alama za nyakati. Tumrudie Mwenyezi Mungu kwa mioyo yetu yote. Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.